Mimi ni Roy na huu ndio ukweli mchungu ambao hakuna mtu na ninasema hakuna mtu yoyote katika maisha yako mwenye ujasiri wa kukwambia unafeli. Umekaa hapo unateleza kidole chako kwenye simu yako ukiangalia wanawake wanaoishi maisha unayoamini unastahili, likizo za kifahari huko Dubai na Central Pay, ndege binafsi, kadi za benki zisizo na kikomo na unawachukia unawaonea wivu, lakini zaidi ya yote umechanganyikiwa. Unajiangalia kwenye kioo na kujiambia, mimi ni mrembo, mimi ni mtu mwema, mimi nina roho nzuri, kwa nini sio mimi? Na hapo hapo, huo ubinafsi, hilo giza la kujidanganya, ndiya sababu hasa bado uko peke yako, au unachumbiana na mwanamume mpumbavu ambaye hata hawezi kulipia chakula chako cha jioni bila kulalamika mapenzi hayatoshi. Acha nirudie kusema hivyo, na nataka usikie uzito wa maneno haya ndani ya kifua chako. Mapenzi ni uongo unaouzwa kwa maskini ili kuwafanya waridhike na maisha ya kijinga. Ikiwa unataka uhuru wa kifedha, ikiwa unataka kuondoka kwenye maisha ya kubahatisha, ikiwa unataka funguo za ufalme lazima uache kuchukulia ndoa kama filamu ya Disney na kuanza kuichukulia kama biashara kubwa ya kimataifa. Sababu iliyokufanya bado hujaolewa na tajiri sio kwa sababu huna bahati. Sio kwa sababu wanaume wazuri wote wamechukuliwa. Ni kwa sababu wanawake wajanja, wale ambao walifanikiwa kweli kufanya hivi, wanaficha mbinu zao. Wanaendesha umoja wa siri. Wanajua kuwa utajiri ni rasilimali ya dimu. Wakiwaambia jinsi walivyofanya, wanatengeneza ushindani kwa binti zao wenyewe. Wanataka uendelee kuwa kipofu. Wanataka uendelee kuamini kwamba Prince Charming atajikwaa tu na kukuokota wakati umevaa nguo zilizotoboka dukani. Huo ni uongo, na leo ninavunja kanuni ya ukimya. Ninakupa ramani ambayo wao wanaificha, na itauma, itatukana utu wako. Lakini ikiwa uko tayari kusikia ukweli ambao unaweza kubadilisha maisha yako duni, bonyeza kitufe cha like, subscribe na uniambie kwenye maoni sasa hivi. Unatazama kutoka mji gani? Nataka kujua wanawake wangu wenye malengo wako wapi. Nataka kujua nani ana ujasiri wa kusikia hili. Hebu tuweke jambo moja sawa kabla hata hatujaanza mkakati. Lazima uelewe unayemlenga. Unataka mfalme? Unataka mwanaume mwenye pesa za maana. Mwanaume anayeweza kukupeleka Paris kwa chakula cha jioni tu kwa sababu amechoka kukaa nyumbani. Je, unaelewa mwanaume huyo ni nani hasa? Yeye si binadamu wa kawaida. Yeye ni mwindaji, yeye ni mshindi. Ili kupata utajiri huo, ili kudumisha utajiri huo, amelazimika kuwa mkali, mwenye ufanisi na mwenye mantiki, logical. Unadhani mwanamume kama huyo atakuoa tu kwa sababu una tabasamu zuri na mapigo ya moyo? Unadhani atakupa nusu ya ufalme wake kwa sababu unampenda? Amka, anatafuta rasilimali, asset. Anatazama kila mwingiliano katika maisha yake kupitia hesabu za kibiashara. Je, huyu anaongeza thamani au huyu ananigharimu? Wengi wenu ni mizigo inayotembea. Wewe ni deni la kihisia, wewe ni machafu ya kifedha na unashanga, na unashangaa kwa nini anakutumia na kukuacha, analala na wewe kwa sababu wewe ni rasilimali inayoshuka thamani. Ni mzuri kwa kukodi kwa muda, lakini mbaya kwa kununua. Ikiwa unataka pete, ikiwa unataka mkataba wa ndoa, lazima uwe rasilimali inayopanda thamani, lazima uwe uwekezaji bora zaidi katika jalifa lake la maisha. Sasa wanawake wa janja hufanyaje? Wanamkamata mfalme vipi? Wanapitia hatua tatu ambazo wewe umepuuzia kabisa. Hatua ya kwanza, kuingia. Naita hii mkakati wa bango la matangazo. Hapa ndipo mawengi wenu mnafeli, kabla hata hamjafungua midomo yenu. Unadhani wewe ni mrembo? Hongera sana. Hata mhudumu wa baa wa miaka 19 ni mrembo, hata yule msichana wa Instagram anayemtumia meseji mara tano kwa siku ni mrembo. Uzuri ni kitu cha kawaida uzuri ni rahisi. Katika soko la wanaume wenye thamani ya juu, uzuri ni ingilio la chini tu. Ni tiketi ya kuingia klabu, siyo tiketi ya VIP. Kosa unalolifanya ni jinsi unavyojitangaza. Unavaa kwa ajili ya kutafuta umaarufu, siyo kwa ajili ya hadhi. Kuna tofauti kubwa na yenye kuumiza kati ya kuonekana hot na kuonekana wa gharama. unapovaa ili kuonyesha kila inchi ya ngozi yako unapojipaka tabaka tatu za makeup usoni, unapovaa nguo zinazopiga kelele niangalie mimi, unatuma ujumbe mmoja tu, mimi ni wa kukodi. Unatuma ishara kwamba wewe ni wa bei rahisi, unatuma ishara kwamba wewe ni mwepesi. Mwanaume tajiri, mfalme wa kweli, anaangalia hiyo na kuona burudani ya Ijumaa usiku. Hamuoni mke, hamuoni mama wa warithi wake anaona mzigo ambao utamwaibisha kwenye hafla za kibiashara. Wanawake wajanja wanajua hili, wanajua kwamba wanaume matajiri huonyesha hadhi yao wenyewe kupitia wake zao. Ikiwa unaonekana wa bei rahisi, unatoa ishara kwamba yeye ana ladha mbaya. Unamfanya aonekane mpumbavu mbele ya bodi yake ya wakurugenzi. Lazima uchukue muonekano wa tabaka la utajiri unalolitaka, sio lile ulilonalo. Hii inamaanisha lazima uue ile tabia ya kutaka kuonekana kama badi. Ni uchafu. Inavutia wauza unga na matapeli, siyo utajiri wa vizazi. Lazima ujifunze umaridadi, lazima ujifunze kiasi. Mkakati wa bango ni kuhusu kunong'ona, sio kupiga kelele. Ni kuhusu ishara ya tabaka. Anapokuangalia, anahitaji kuona mtu ambaye anaweza kukaa meza moja na rais wa nchi na asionekane mgeni. Anahitaji kuona mwanamke ambaye anaonekana kama alizaliwa kwenye pesa, hata kama ulizaliwa uswahilini. Ikiwa huwezi kudhibiti uwasilishaji wako, ikiwa huwezi kudhibiti ishara unayotuma kwa ulimwengu, hautapata hata mwaliko wa kuingia kwenye himaya yake. Utasalia nje ukiangalia ndani, ukishangaa kwa nini wanaume wanakutaka tu kwa ngono ni kwa sababu ulijitangaza kama chombo cha ngono, siyo mshirika. Hilo ni kosa lako. Lakini tuseme umefanikiwa kuingia, tuseme wewe ni mrembo kiasi cha kutosha, maridadi kiasi cha kutosha, na umemvutia. Anakupeleka chakula cha jioni, anakualika kwenye mapumziko ya wikendi. Hii inatuleta kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili ni kubaki, au kama ninavyopenda kuita, ukaguzi wa mizigo hapa ndipo maumivu halisi huanza kwa wengi wenu. Hii ndiyo sababu unaachwa au unapigwa chini baada ya wiki tatu. Unadhani uliachwa kwa sababu yeye ni kicheche? Hapana, uliachwa kwa sababu ulifeli ukaguzi. Maisha ya mwanaume tajiri yamejaa shinikizo kubwa, yamejaa utata. Anapigana vita kila siku, anapambana na mashtaka mahakamani, kuanguka kwa soko wafanyikazi wasio na uwezo na washindani ambao wanataka kumwangamiza viwango vyake vya stress viko juu sana. Anaporudi nyumbani kwako anatafuta nini? Je, anatafuta drama zaidi? Je, anatafuta mwanamke ambaye atapigia kelele kwa nini hakujibu meseji ndani ya dakika tano? Je, anatafuta mtu ambaye ataanzisha ugomvi kwa sababu anajihisi kutojiamini? Hapana kabisa. Anatafuta hekalu. Anatafuta mahali patakatifu. Wanawake wajanja wanajua kuwa amani ndiyo bidhaa ya bei ghali zaidi duniani kwa mwanaume tajiri. Ikiwa unaweza kutoa amani, thamani yako inapanda maradufu. Ikiwa unaleta machakafu, umekwisha. Lazima uangalie tabia yako kwa uaminifu wa kikatili. Wewe ni mpiga kelele? Wewe ni mbishi kuhusu mambo usiyoyaelewa? Unadai umakini wake kama mtoto mdogo aliyedeka, unacheza michezo ya akili kili kupima upendo wake. Ikiwa unafanya lolote kati ya mambo haya, wewe ni mzigo. Unamgharimu na shati yake. Nakumbuka ile hesabu ya kibiashara, ikiwa gharama inazidi faida, rasilimali hiyo inauzwa au kutupwa. Anakukata. Ninakusikia ukipiga kelele sasa hivi. Lakini Roy, nataka mwanaume anayeweza kuhimili foto langu. Nataka kuwa mimi, sifai kubadilika. Na hapo ndipo lilipo tatizo. Huo ujeuri wa kujiona unastahili kila kitu. Unataka maisha ya bilionea, lakini hutaki kutoa bidhaa yenye hadhi ya bilionea. Unataka zawadi bila nidhamu. Endelea kuwa wewe, kuwa wewe mpiga kelele, mwenye fujo na mwenye kudai. Angalia utafika wapi. Utapata mwanaume ambaye anakuvumilia tu kwa sababu hana chaguo lingine lakini mfalme, mfalme ana machaguo. Mfalme ana foleni ya wanawake wanaozunguka mtaa, ambao wako tayari kuwa wapole, wakubaliano na wasifa kikeke. Unashindana nao, na ikiwa wewe ni high maintenance kihisia, unashindwa. Wanawake wajanja, wale wanaoolewa na matajiri, wanajua sanaa ya kutokuwa kero. Wao ni wapendezao, wanakubalika hawabebi mizigo yao ya matatizo ya utotoni na kuipeleka kwenye mahusiano. Wanatengeneza mazingira ambapo mwanaume anahisi shinikizo lake la damu linashuka mara tu anapopita mlangoni. Wao ni utulivu katika dhoruba yake. Hii inasikika kama nakwambia uwe kama kanyagio la mlangoni? Hapana, nakwambia uwe mtaalamu professional. Ikiwa ungeajiriwa kama msaidizi mkuu wa CEO, je, ungempigia kelele kwa kufanya kazi hadi usiku wa manane? Je, ungelia kwa sababu hakusifia viatu vyako? Hapana, ungefukuzwa kazi. Ndoa na mtu mwenye utajiri mkubwa ni kazi, ni nafasi ya utendaji wa juu. Ikiwa huwezi kudhibiti hisia zako, huna sifa za kushikilia nafasi hiyo. Lakini hapa kuna mtego. Kuwa mrembo, hatua ya kwanza, na kuwa mtulivu, hatua ya pili, haitoshi. Hapa ndipo mkakati unapokuwa mgumu. Hii ndiyo siri ambayo wanawake wajanja wanailinda kwa maisha yao. Ikiwa wewe ni mrembo na mtulivu tu, wewe ni mpenzi mzuri, wewe ni nyumba ndogo nzuri, lakini unaweza kubadilishwa. Kuna mamilioni ya wanawake warembo na watulivu duniani. Kwa nini akuoe wewe? Kwa nini akupe nusu ya utajiri wake? Ili kupata pete, ili kumkamata mfalme, lazima uingie hatua ya tatu: ushindi. Na naita hii mkakati wa Consigliere. Unajua consigliere ni nani? Katika mafia, ni mshauri mkuu anayeaminiwa na don, mtu pekee katika chumba ambaye hajajali kumuua au kumuibia, mtu pekee ambaye anamwambia ukweli. Mwanaume tajiri ndiye mwanaume mpweke zaidi duniani. Kila mtu karibu naye anataka kitu. Wafanyakazi wake wanataka nyongeza ya mshahara, rafiki zake wanataka mkopo, familia yake inataka msaada, serikali inataka kodi yake. Amezungukwa na vimelea. Ana wasiwasi, hajui amwamini nani. Mwanamke anayeshinda mwanamke anayepata cheti cha ndoa ni mwanamke anayethibitisha bila shaka yoyote kwamba yeye ni mtu pekee duniani ambaye yuko upande wake kweli kweli. Hii ni kanuni ya Scheherazade iliyotumika kwa ufanisi. Haumfurahishi tu, unakuwa muhimu kwa maisha yake. Lazima uwe mtu ambaye hawezi kuishi bila yeye. Wanawake wajanja hufanya kazi yao ya nyumbani. Hawakai tu hapo na kuonekana warembo, wanasoma biashara yake, wanasoma washindani wake, wanaelewa ulimwengu wake hawajali kuendesha biashara yake, hiyo ni kero, lakini wanajifunza vya kutosha kwa sehemu ya mazungumzo. Wanakuwa mahali salama ambapo wanaweza kutoa hofu zake bila kuhukumiwa. Anapozungumza kuhusu dili lililoharibika, mwanamke wa kawaida anasema oh, maskini pole sana, twende tukaangalie Netflix. Mwanamke mjanja anasema hiyo inaonekana kama mchezo wa kibiashara. Je, ukijaribu kubadilisha mbilu hivi? Analinda heshima yake, anasimamia hadhi yake ya kijamii anawavutia washirika wake wa kibiashara. Anaona nyoka kwenye nyasi kabla mume wake hajawaona. Anakuwa macho na masikio yake. Anakuwa mshirika wake wa uhalifu. Je, unaelewa tofauti hiyo? Mwanamke wa kawaida ni mnyama wa kufugwa. Mwanamke mjanja ni mshirika. Anakuoa kwa sababu hawezi kumudu kukupoteza. Anakuoa kwa sababu ukiondoka, maisha yake yataharibika, sio tu kihisia, bali kimuundo. Umejisuka mwenyewe kwenye kitambaa cha mafanikio yake. Hii inahitaji akili, inahitaji uwe wa kuvutia kifikra, inahitaji uwe zaidi ya sura tu. Na hii ndiyo sababu wengi wenu mnafeli. Wewe unachosha. Wewe ni mtupu, huna la kuzungumza isipokuwa umbea na maisha ya watu wengine. Hutoi changamoto ya kiakili, hutoi thamani ya kimkakati. Unataka kuoa mfalme, lakini una akili ya mkulima wa kawaida. Inauma vizuri, inapaswa kuuma, kwa sababu ukweli wa soko hili ni wa kikatili. Hebu tuirudie mikakati ambayo wanawake wajanja wanakuficha. Kwanza, unarekebisha kifurushi, unaua muonekano wa bei rahisi wa kutafuta umakini, na unachukua sare ya wasibu na matajiri. Unaonyesha tabaka, sio utayari wa kulala na mtu. Unakuwa kama farasi wa Trojan mrembo kwa nje ili kupita langoni. Pili, unarekebisha bidhaa, unaondoa mzigo, unaacha kuwa chanzo cha stress. Unameza malalamiko yako madogo madogo, wivu wako na hitaji lako la kusifiwa kila wakati, unakuwa hekalu la amani, unamfanya awe mraibu wa utulivu unaoutoa. Tatu, na muhimu zaidi, unakuwa konsigriera. Unamsoma, unajua nini kinamwendesha, unawanisha masilahi yako na yake, unathibitisha uaminifu wako sio kwa maneno, bali kwa kulinda udhaifu wake, unajifanya kuwa wa muhimu kwa malengo yake. Ukifanya mambo haya matatu, haupati tu pete, unapata nguvu unapata maisha ya kifahari, unapata usalama wa kifedha. Lakini hapa kuna swali ninalo kwako, na nataka uwe mkweli na nafsi yako kwa mara moja katika maisha yako. Je, uko tayari kufanya kazi hiyo? Kwa sababu nilichoelezea hapo, hiyo ni kazi. Inahitaji nidhamu, inahitaji kukandamiza ego yako, inahitaji uvumilivu, inahitaji uwe mwerevu, mkali na mpole kwa wakati mmoja, kuliko mwanamke mwingine yoyote katika chumba Wengi wenu hamko tayari kufanya hivyo. Wewe ni mvivu, unataka hadithi ya sungura na fisi bila kujitolea, unataka mfalme akupende jinsi ulivyo. Na hiyo ndiyo sababu utafeli. Hiyo ndiyo sababu utabaki hapo hapo ulipo, ukiangalia wanawake wengine wakiishi ndoto yako, ukiwa na uchungu na kuchanganyika. Lakini kwa asilimia moja yenu, wanawake wa undaji, wanawake wenye malengo, wanawake ambao wamechoka kwa kawaida, mkakati huu ni silaha yako. Ichukue, Itumie. usione aibu kwa kutaka utajiri, usione aibu kwa kuchukulia hili kama mchezo, kwa sababu ni mchezo, na hivi sasa unashindwa. Ikiwa video hii imekukasirisha, vizuri. Tumia hasira hiyo, badilisha mkakati wako. Acha kusikiliza marafiki zako maskini wasio na waume, wanaokwambia fuata moyo wako. Fuata takwimu, fuata mkakati. Ikiwa uko tayari kupanda daraja na kuacha kucheza michezo ya watoto. Angalia kiungoni link kwenye maelezo. Nina mengi kwa ajili ya wachache wenu ambao ni serious. Lakini kwa wengine wenu, endeleeni kuota. Wanawake wajanja wanawashukuru kwa kufanya iwe rahisi sana kwao kushinda. Bofia like kwenye video hii kama imekuamsha. Subscribe kama unataka maumivu mengi ya ukweli. Natoa maoni hapo chini. Niambie nimekosea. Nakupa changamoto hiyo. Mimi ni Roy. Asante kwa kutazama.